Kwa majina naitwa Mwalimu emmanuel Alexander Mwangoka, toka shule ya sekondari Rwangwa. Ni mwanachama wa Chama cha Walimu Tanzania wilaya ya Rungwe. Ndugu viongozi wenzangu, niko mbele yenu kuomba kura ya ndio tarehe kumi na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano ili nipate ridhaa ya kuwa mwenyekiti wa C.W.T wilaya ya Rungwe. Kuna baadhi ya mambo ambayo nimeweza kuyaona ambayo yameweza kuturudisha nyuma. Sasa, kwa tathmini yangu nimebaini mambo manne. Jambo la kwanza ni kukosekana kwa umoja, mshikamano ambayo pia ndiyo kauli mbiu yetu. Hiki kitu ndicho kilichotugawa na mwisho wa siku inaonekana kuna baadhi ya watu ambao ni wenye chama lakini wengine si wanachama. Mimi nitakapokuwa mwenyekiti wa CWT wilaya ya Rungwe, kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna umoja mshikamano, ambao huo ndio utakuwa chachu ya mabadiliko, na mabadiliko hayo naweza nikayatazama katika hali tatu kuna jambo la kwanza. Jambo la kwanza, kutakapokuwa na mshikamano daima, tunategemea kwanza tutaheshimu mawazo ya wawakilishi, maana huko ndiko ajenda inakoanzia. Lakini tutakapokuwa na umoja mshikamano, tunajua wanachama wanataka nini kupitia wawakilishi wao, hivyo hata hizi kelele za kupunguzwa kwa asilimia mbili itawezekana. Kwa hiyo kiu yangu na maono yangu ninaona ajenda hii na mkakati huu wa kwenda kupunguza asilimia mbili ambayo ndiyo imekuwa ikitugawanya sana na ndio iliyokuwa chachu ya kuanzisha hata chama kingine. Mimi kwa uwezo wangu, lakini kwa kushirikiana na nyinyi wawakilishi, ninaamini tunaweza tukahakikisha asilimia inapungua, walau hata ikifikia asilimia moja sio mbaya, lakini uwezekano pia wa kufika hata asilimia sifuri pointi tano upo, kwa sababu chama ni kikubwa, chama kimejiwekeza vya kutosha, chama kina umri mkubwa ambao mpaka hivi tunavyoongea kuna uwezekano mkubwa ikawa hata na mabilioni. Tuna uwekezaji wa viwanja, tuna uwekezaji wa maghorofa ya biashara, tuna benki, ijapokuwa sasa hii benki ambayo kila tukiitazama tunaona haijaweza kuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa mwalimu kitu ambacho hata mimi nitarudisha majibu ni kwa nini hakina, uh, hakina faida moja kwa moja kwa mwalimu, na nini ambacho tunaweza tukakifanya kwa ajili ya walimu pia kujinufaisha. Lakini pia kuna kitu kingine, kuwa na uchumi jumuishi wa mwanachama, tukitambua thamani yetu kama wawakilishi, kwamba mali za chama cha walimu ni mali yetu hivyo sidhani kama tunaweza tukawa tunababaishwa hata katika bajeti zetu. Sisi ndio tuna uwezo wa kupanga mwaka huu tunataka kufanya nini na tufanye kipi kwa ustawi wetu, na kila tutakachokuwa tukikifanya ni kwa maslahi mapana ya walimu wetu. Tunatamani tuone huyu mwanachama anafaidika kitu gani, na katika hili ni waahidi wawakilishi wenzangu nia ya kushusha mamlaka kwa mwanachama. Huyo ndiye atakayejua hata bajeti za tawi lake zifanyikeje. Huyo ndiye atakayejua hata ajenda za uko wilayani zinaendaje, kwa sababu chama kitakuwa ni chama cha watu. Kwa hiyo hata hali ya uchumi ambayo tutaenda kuiona, hata mijadala tutakayokuwa tukiendesha kwa ajili ya elimu, kwa ajili ya uchumi wa mtu mmoja mmoja Manake itakuwa ni athari ya moja kwa moja ambayo itapelekea walimu kujua wanakwenda wapi, lakini pia watajimarishaje kiuchumi kupitia mfuko wao. Na niwahakikishie kwa kuwa tunaenda kuwa na chama cha wanachama na kuwa na uchumi jumuishi, ni imani yangu kwamba hata wawakilishi watakuwa na mawazo ya bajeti yao, wao wanataka nini, na sio tu kupokea maelekezo kutoka wilayani. Na hii ndiyo dhamira yangu kwenu, na wakati mwingine huenda nikaizungumzia sana hii ishu ya uchumi jumuishi. Ndugu zangu, mpaka sasa tuna benki ambayo ukienda kukopa ni sawa na benki zingine, na wakati mwingine makato yake asilimia ni kubwa kuliko benki zingine. Kwa hiyo hii inaonyesha dhahiri kwamba tulishaingia mkataba ambayo huenda isitunufaishe sisi kwa sababu tunaona ile inaitwa Mwalimu Commercial Bank. Si kampeni kwa maana ya harakati, lakini ninaamini tuna initiative ndogo ndogo ambazo tunaweza tukazifanya tukiwa kama wilaya ya Rungwe kuanzia kwa mwanachama mwenyewe mpaka Rungwe eh, mpaka wilayani. Kwa nini nasema hivi? Mpaka hivi tunavyoongea sisi walimu hatukupaswa kabisa kwenda kukopa kwenye vibanda umiza kwenda kukopa kwenye eh, kwenye kausha damu, sisi tulipaswa kwenda kukimbilia kwenye benki zetu. Sasa wakati tunaangalia kule juu kuna nini, bado mikakati yetu ya ndani ni kwanza kuhakikisha tuna mfuko ambao mwalimu anaweza akakopa kwa bei nafuu kama ambavyo tunafanya sakosi zetu mashuleni. Na hili linawezekana, na linawezekana kwa asilimia mia moja. Ni waahidi walimu wote wawakilishi wenzangu na viongozi mbalimbali mbali. Hili jambo tunao uwezo wa kulisimamia na mwisho wa siku tukaona tija ya kuwa ndani ya CWT. Sitawaangusha mkinichagua mimi kuwa mwenyekiti wa CWT wilaya ya Rungwe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwanza kitu ambacho tumeshindwa kufikia adhima yetu kama nilivyoeleza mwanzo, ni kukosekana kwa umoja, mshikamano. Unajua tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Walimu tukiwa na hali moja, ni imani yangu kwamba kwanza tutasikilizwa, hatutaogopa hawa viongozi, kwanza tutasikilizwa, lakini pia ndiyo sisi tutakuwa chachu ya ajenda tofauti na wakati huu ambao sisi tunakuwa tunapokea maelekezo. Mimi kwenye uongozi wangu nitahakikisha ajenda zinaanzia kwa mwanachama maana mwanachama ndiye anayejua chama kinapaswa kuendaje kwa katiba yake, japokuwa anajua katiba ina mapungufu kidogo, lakini si kwa namna hiyo ambayo tunaweza tukamkosesha mwanachama haki yake. Na hili ni kwambie, ndugu mtangazaji, limeleta changamoto kubwa kiasi ya kwamba imefika wakati hata vituo vingine tumekosa hata wawakilishi. Kwa nini? Kwa sababu tumekosa ile nguvu ya umma ya mwanachama mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninatamani sana nitakapokuwa mwenyekiti, kwanza ninarudisha nguvu kwa mwanachama mwenyewe. Na kitu kingine ambacho naweza nikakisemea hapo, kule kushindwa kwa watu ni kwa sababu moja, hawajui wao ni akina nani na wamechukua hiyo dhamana kwa kwa, kwa, kwa kwa nani. Kwa maana hiyo kwamba hawajui mamlaka yao kama viongozi ndani ya chama, lakini pia kitu kingine, kudhalau wanachama Zarau imetufikisha mahala pabaya sana kiasi ya kwamba sasa imefikia wakati chama cha walimu kinaenda kukosa nguvu. Sasa mimi hili sitaliruhusu, ninatamani chama kirudi kwa wanachama wenyewe. Lakini pia kitu kingine, inawezekana walikuwa na dhamira njema, lakini hawajui changamoto zao wazipeleke kwa nani. Sasa mimi kwa uwezo wangu, kwa utashi wangu na namna nilivyofanya kazi katika chama cha walimu, nina network ya kutosha ambayo ninajua unapokuwa na changamoto, niingie wapi na nitokee wapi, kwa maslahi mapana ya walimu. Asante sana.